Ukraini inasema ilikamilisha shambulio lake kubwa zaidi la masafa marefu la vita na Urusi siku ya Jumapili, baada ya kutumia ndege zisizo na rubani kuzindua mfululizo wa mashambulizi makubwa dhidi ya ndege 40 za kivita za Urusi katika kambi nne za kijeshi. Rais Volodymyr Zelensky alisema ndege zisizo na rubani 117 zilitumiwa katika operesheni inayoitwa Spiderweb na huduma ya usalama ya SBU na kushambulia asilimia 34 ya magari ya kubeba makombora ya kimkakati ya Urusi. Vyanzo vya habari vya SBU hapo awali vililiambia BBC kuwa ilichukua mwaka mmoja na nusu kuandaa mashambulizi hayo ambayo yalihusisha ndege zisizo na rubani zilizofichwa kwenye vyumba vya kubebea mizigo vya mbao vikiwa na paa zinazoendeshwa kwa mbali kwenye malori na kuletwa karibu na vituo vya ndege na kisha kurushwa kwa wakati ufaao. Urusi ilithibitisha mashambulizi ya Ukraini katika maeneo matano na kuyataja kuwa kitendo cha kigaidi. Wakati huo huo, mamlaka ya Ukraini iliripoti shambulio kubwa la ndege isiyo na rubani na kombora la usiku kucha katika eneo lake. Haya yote yanajiri wakati wapatanishi wa Urusi na Ukraini wakielekea Istanbul, Uturuki, kwa duru ya pili ya mazungumzo ya amani siku ya Jumatatu. Matarajio ni madogo, kwani pande hizo mbili zinazopigana zinasalia mbali sana kuhusu jinsi ya kumaliza vita hivyo. Rais wa Urusi Vladimir Putin alizindua uvamizi kamili wa Ukraini mnamo Februari mwaka 2022. Kwa sasa Moscow inadhibiti takriban asilimia ishirini ya eneo la kiukraini ikiwa ni pamoja na peninsula ya Crimea ya kusini iliyonyakuliwa mnamo mwaka wa 2014. Katika machapisho kadhaa kwenye mitandao ya kijamii Jumapili jioni, Rais Zelensky alisema alimpongeza mkuu wa SBU Vasily maliuki kwa matokeo mazuri kabisa ya operesheni hiyo alisema kuwa kila ndege isiyo na rubani 117 iliyozinduliwa ilikuwa na rubani wake. Jambo la kufurahisha zaidi, na tunaweza kusema hili hadharani, ni kwamba ofisi ya operesheni yetu kwenye eneo la Urusi ilikuwa karibu na FSB ya Urusi katika moja ya mikoa yao, rais wa Ukraine alisema. Zelensky pia alisema kuwa watu wote waliohusika katika operesheni hiyo wametolewa salama kutoka Urusi kabla ya shambulio hilo. SBU ilikadiria uharibifu wa usafiri wa kimkakati wa Urusi ulikuwa na thamani ya takribani dola bilioni saba na kuahidi kufichua maelezo zaidi hivi karibuni. Vyanzo vya habari katika SBU mapema Jumapili viliambia BBC katika taarifa kwamba vituo vinne vya anga vya Urusi, viwili vikiwa maelfu ya maili kutoka Ukraini, viliathiriwa. Vyanzo vya habari vya SBU vilisema kuwa miongoni mwa ndege za Urusi zilizoshambulia ni pamoja na ndege za kimkakati zenye uwezo wa nyuklia zitwazo TU-95 na TU-22M3 pamoja na ndege za kivita za A-50 za onyo za mapema. Gavana wa Irkutsk Igori Kobzevu alithibitisha ndege zisizo na rubani ambazo zilishambulia kambi ya kijeshi ya Belaya huko Sredinie Siberia zilirushwa kutoka kwenye roli. Kobzev alichapisha kwenye Telegramu akisema kwamba tovuti ya uzinduzi ilikuwa salama na hakuna tishio kwa maisha. Vyombo vya habari vya Urusi pia vimeripoti kwamba mashambulio mengine vilevile yalianza vile na ndege zisizo na rubani kutoka kwa roli. Vyombo vya habari vya Urusi vilikuwa vikiripoti shambulio hilo huko Murimaski, lakini vilisema ulinzi wa anga ulikuwa ukifanya kazi. Shambulio la Irkutsk pia lilikuwa likiripotiwa katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii baadaye Jumapili. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilithibitisha kwamba vituo vya ndege katika mikoa mitano ya nchi hiyo vilikuwa vikishambuliwa. Ilidai kuwa mashambulizi yote yalizuiliwa kwenye vituo vya ndege vya kijeshi katika mikoa ya Ivanovo, Ryazani na Amuri. Msingi wa mwisho haukutajwa na vyanzo vya SBU katika mikoa ya Murmansk na Irkutsk, ndege kadhaa zilishika moto baada ya ndege zisizo na rubani kurushwa kutoka maeneo ya karibu, wizara hiyo ilisema ilisema moto wote ulizimwa na hakukuwa na majeruhi. Baadhi ya washiriki wa mashambulizi ya kigaidi wamezuiliwa, iliongeza taarifa hiyo. Wakati huo huo, mamlaka ya Ukraini imesema ndege zisizo na rubani 472 na makombora saba ya ballistics na cruise yalihusika katika wimbi la mashambulizi dhidi ya Ukraini Jumamosi usiku. Hili litaonekana kuwa mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani za Urusi kufikia sasa. Ukraini inasema ilipunguza shabaha 385 za anga. Katika hatua nyingine, jeshi la nchi kavu la Ukraini lilisema wanajeshi wake 12 waliuawa na zaidi ya 60 kujeruhiwa katika shambulio la kombora la Urusi kwenye kituo cha mafunzo. Mkuu wa majeshi ya nchi kavu ya Ukraini, Meja Jenerali Maikalo Drapati, aliwasilisha ombi la kujiuzuru. Muda mfupi baadaye, alisema uamuzi wake uliamuliwa na hisia yangu